Hiki ndicho kitabu cha ajabu zaidi kuwahi kuandikwa duniani. Kimeandikwa na watu zaidi ya 40 tena ni watu ambao hawajuani, na cha kushangaza zaidi, wameishi katika nyakati tofauti tofauti, lakini walichokiandika bado kinasimamia msimamo mmoja. Ni kitabu kilichoandikwa zaidi ya miaka 1500, yani kuanza kwake hadi kukamilika na kimechapishwa kwa zaidi ya nakala elufu saba na kusambazwa duniani kote, na kimetafsiriwa kwa lugha zaidi ya elufu tatu mia nne yaani hadi katika zile lugha za asili. Ni kitabu ambacho mtu yoyote aliye hai ameshawahi kukitamka kwenye mdomo wake. Ukikisoma leo na ukakisoma kesho, lazima upate kitu kipya ndani yake. Ni kitabu ambacho kimeshambuliwa sana na kujaribu kupotezwa kwenye ramani ya dunia, lakini ilishindikana, na mpaka sasa hivi ndiyo kitabu pekee ambacho kinaongoza zaidi na kusambazwa sehemu zote duniani kuliko vitabu vyote vile. Unadhani ni kitabu gani hiki cha pekee ambacho kimebeba maajabu haya na miujiza yote hii? Niambie kwenye. Nitakutajia kitabu hicho, kinaitwa Biblia. Biblia ni kitabu kitakatifu na tena ni neno la Mungu, na kitabu hicho kinamhusu Yesu Kristo. Ni kitabu pekee kinachoonyesha ukombozi wa mwanadamu, kinachoonyesha uhusiano wa Mungu na mwanadamu, kinachofundisha upendo wa Mungu. Ukitaka kujua Biblia vizuri ni Kumjua Yesu Kristo na ili kumjua Yesu Kristo ni kuulisi uzima wa milele na kupata ondoleo la dhambi, kupokea Roho Mtakatifu na kuipokea neema ambayo Mungu ametoa kwa wanadamu wote. So, kitabu hichi Biblia si kwa ajili ya Wakristo bali ni kitabu ambacho kinawahusu watu wote. Kitabu hiki wengi wanasema kimegawanyika sehemu kuu mbili. Wanakosea. Kitabu hiki hakijagawanyika sehemu kuu mbili bali kitabu hiki ni kitabu kimoja chenye, ma, chenye kuonyesha maagano mawili. Nini maana ya agano? Agano ni makubaliano ya kimahusiano. So, kinaonyesha makubaliano ambayo yalikuwa tangu mwanzo. Hatuna maagano mawili, agano ni lile lile moja, linaanza kwenye agano la kale likimtabiri huyu Yesu Kristo, kwa kutumia mifano mingi, ikitumika mafumbo mengi, zikitumika nabii mbali mbalimbali, na utimilivu wake ndo tunasema agano jipya. Kwa hiyo sio maagano mawili, ni agano moja ambalo linaanza kale kwa kutabiriwa, kwa kutumia mifano na manabii sehemu mbalimbali, na linatimia katika gano jipya. Kwa hiyo hicho ndicho kitabu kitakatifu na ni kitabu kinachomuhusu Yesu. Yesu anahusikaje katika agano la kale? Yesu ameonekana kama ahadi, ameonekana kama fumbo, ameonekana kama unabii, ameonekana kwa mifano mbalimbali mbali, ikiwa ni yule kondoo aichukuae dhambi wa Israeli, ikiwa ni nyota ya asubuhi, ikiwa ni utabiri ambao ametabiri Isaya na sehemu mbalimbali, lakini pili tunaona utimilivu wake katika Agano Jipya. Vile vitabu vya Injili vinaonyesha sasa lile lililotabiriwa na Isaya, bikra atachukua mimba, naye anachukua mimba. Tunaona lile lililotabiriwa na Yoeli, watu watapokea roho, tunaona katika Agano Jipya. Lakini katika vile vitabu vya Injili ni tunasema Eyes Witness ushahidi wa macho ulioonekana, ushahidi wa utabiri waliotabiri manabii. Yesu mwenyewe anagongelea msumari katika Yohana, alipowaona wale wana wa Amos, wa Enosi ambao walikuwa wakiojiana, akawaambia katika ile Luka ishirini na nne, mambo haya yaliandikwa katika Zaburi na manabii, kwamba inaonyesha ni Yesu Kristo. Maria mwenyewe katika kitabu cha Luka na ile sura ya kwanza anasema kuwa <coughs> Alipo, an, amembeba mtoto ambaye atakuja kuitimiliza ile ahadi ambao alimwapia ambao Mungu alimwapia Ibrahimu. Kwa hiyo sio agano jipya kwa maana ya kitu kipya, ni utimilivu wa agano la kale. Kwa hiyo tunaona vile vitabu vya injili tunaweza tukaviita kwenye tukaviita kwamba ni eyes witness ni ushahidi wa macho lakini, tuna kitabu cha matendo ya mitume baada ya vitabu vya Injili. Kile ni kitabu cha kipekee kinachoonyesha historia ya Ukristo ulivyoingia ulimwenguni na kuenea. Kinafundisha historia, kinafundisha uh, utumishi jinsi ulivyoenea na kina mahusiano na kutuonye, kinafumika kama daraja ya kwenda katika zile nyaraka, lakini tunazo nyaraka ambazo kazi yake ni kufafanua yale mambo yaliyotenda Yesu na agano la kale na vikitupa mwongozo wa watu wa leo. Hivyo, mafundisho potofu yote ni yale ambayo yana misingi katika eneo moja. Biblia inapaswa kusomwa kutoka Agano la Kale, unasoma vitabu vya Injili, unamaliza na nyaraka. Na fundisho yote yawe na msingi kutoka Agano la Kale na kuja kwa kila alichokisema Yesu na ufafanuzi kwenye nyaraka. Usijenge fundisho kutoka upande mmoja tu, bali mafundisho yote yajengwe kutoka Agano la Kale, yakidhibitishwa na maneno ya Yesu yani Injili zile nne, lakini na utimilivu wake uwe katika nyaraka hiyo. Ndio Biblia ni kitabu cha ajabu sana. Mafundisho potofu kama ukombozi wa mzaliwa wa kwanza, uh, ukombozi wa laana na sadaka ama sadaka za kombo, za ukombozi mbalimbali mbali ambazo zimezidi kuenea katika maeneo tofauti tofauti, hayo ni mafundisho potofu ambayo ni msingi wake na chanzo chake ni poor studying ya Biblia, ambao watu hao hujenga fundisho kutoka eneo moja tu la Agano la Kale. Wasisahau kuwa kwamba ukombozi wa mzaliwa wa kwanza tunaye Yesu Kristo ambaye ndiyo sadaka takatifu ambayo imeelezwa katika Agano la Kale, lakini utimilivu wake tunauona na ufafanuzi wake tunauona. Ukombozi wa vikombozi vyote vilikuwa vikimuhusu Yesu Kristo katika agano la kale na utimilivu wake tumeuona. Kwa hiyo kwa usomaji mbovu tunaangukia mafundisho mabovu. Njia ya kukata mafundisho mabovu ni kusoma katika agano la kale, ambalo ni utabiri ni unabii ni mafumbo yanayomhusu Yesu Kristo, na utimilivu wake ni kwenye eyes witness, yani vitabu vya injili vile vinne, na ufafanuzi wake ni kuanzia kitabu cha Warumi hadi ufunuo. Kwa hiyo ukifundisho lazima liwe limebezi kutoka agano la kale, lakini linakuja agano jipya, kwa maana eyes witness, vitabu vya injili na ufafanuzi kwenye nyaraka. Hivyo ndio tunaweza kushinda mafundisho potofu, na hivyo ndivyo Biblia inavyopaswa kusoma na kujenga fundisho. Mafundisho yote ya bezi katika Biblia. Hata hivyo Yesu pia alifundisha kutokea agano la kale akielezea katika mistari mingi, na tunaona hata mitume pia waliandika wakinukuu kutoka agano la kale. Kwa hiyo hatuna maagano mawili, tuna utimilifu wa agano moja lililoanzia agano la kale na kufikia agano jipya. Na agano jipya siyo mpangilio, mpangilio wa vitabu eti kwamba limeanzia Mathayo. Hapana, halijaanzia Mathayo sura ya kwanza. Agano jipya ni pale baada ya Yesu kufufuka hapo ndipo agano jipya, yaani utimilivu wa lile agano la kale lilitimia pale Yesu alipofufuka. Na hivyo ndivyo vitabu vya Biblia ambayo ni kitabu cha ajabu ai yali, yale yaliyotabiliwa katika Agano la Kale yalikuwa yakimuhusu yeye, anaposema katika Luka ile sura ya ishirini na nne na mstari wa ishirini na nne hadi ishirini na sita anaposema mambo haya yalikuwa yametabiliwa katika vitabu vya vitakatifu, Zaburi na vitabu vile vya Musa. Anaonyesha kuwa ni yeye alikuwa akitabiliwa, lakini Maria pia alishawahi kusema katika Luka ile sura ya kwanza kwamba amebeba mtu ambaye atakuja kuitimiza ile ahadi ambayo Mungu alimwapia Ibrahimu na baba zetu, yani wale wana, wanaisraeli wanaelewa. Lakini pili, tunaona hata Mathayo anapomtambulisha Yesu katika kitabu cha injili ya Mathayo anaanza na bloodline ambayo ni uzao wa Yesu Kristo, ni ukoo wa Yesu Kristo ambao unatokea tangu agano la Kale. Kwa hiyo hatuna maagano mawili, agano ni lile lile ambalo lilitabiriwa tangu mwanzo, kitabu cha Musa, kile kitabu cha mwanzo ambacho Mungu aliahidi hata kwa uzao wa tumbo la mwanamke ataponda kichwa cha nyoka. Ile ilikuwa ni fumbo lililomuhusu Yesu Kristo, sio kila nyoka na ku wale hivyo, lakini ilimuhusu Yesu Kristo. Lakini Kutoka tunaona tunaona kondoo ambaye alikufa kwa ajili ya ukombozi wa wana wa Israeli ilikuwa ni utabiri wa Yesu Kristo. Tunaona pia katika mambo ya Walawi sadaka mbalimbali, ijuhulikane ya kuwa Mungu ni mtakatifu na ni Mungu anayetaka kukaa na watu wake. Kwa hivyo, kitabu cha Walawi tuna inaonyesha demandi ya utakatifu ambayo Mungu alihitaji, na hivyo haikufikiwa, ilibidi kutokana. Mungu anachukia dhambi na dhambi mshahara wake ni mauti, ilibidi waandaliwe wanyama wawe wanakufa kwa ajili ya wanadamu. Hivyo tunaona kitabu cha mambo ya Walawi ni kitabu kinachoonyesha zile sadaka zilikuwa zikimwakilisha Kristo, kwa sababu Mungu alipenda kukaa na katikati ya wanadamu ambao walishindwa kutimiza levo ya utakatifu uliohitajika, hivyo wangelikufa badala yake wali kufa wanyama kwa ajili yao. Hivyo utimilifu wa hiyo picha tuliyoiona katika mambo ya Walawi inakuja kumalizika pale Golgotha. Yesu Kristo anakufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Kwa hatuna agano mawili, na tunaona tabiri mbalimbali kwenye Isaya, ambaye ametabiri kwa wazi sana, tunamwita mwinjilisti wa Agano la Kale. Isaya huyu alitabiri mpaka sehemu ambayo Yesu atazaliwa na tunaona Mika pia anatabiri habari hizo, tunaona Obadia anatabiri, tunaona Yoeli anatabiri, na sehemu mbalimbali zinatabiri mbali mbalimbali mbali sehemu nyingi katika Agano la Kale, lakini utimilivu wake kama nilivyosema ni vitabu vya Injili vile vinne vile vini tunaviita eyes witness kwamba yale aliyotabiriwa kwa manabii sasa yametimia. Yule Yesu Kristo amezaliwa bikira, tumeona amechukua mimba, tunaona akipokea mateso, tunaona kupokelewa na kukataliwa kwake Yesu Kristo. Tunaona yule mtu ambaye Isaya alisema atanyoosha mapito. Tunamuona pale anazaliwa yule Yohana, kwao ni eyes witness ya utabiri waliotabiri Agano la Kale kuanzia mwanzo hadi Maraki. Lakini tunaona sasa tunakutana na kitabu cha matendo ya mitume kinachoonyesha Ukristo ulivyoingia na kuenea ulimwenguni kote lakini, tunawaona tunakuja, kitabu cha Walumi ambacho kinatufundisha neema. Kitabu kile ni ukombozi wa neema, tuna, tunaweza kututofautisha kati ya Ukristo na madhehebu ya Kiyahudi. Ukristo sio mwendelezo wa dini ya Kiyahudi. Ukristo ni ukombozi, ni utimilivu wa ile ahadi ya Mungu kwa wanadamu wote, japokuwa walitumika viongozi wa Kiyahudi mbalimbali, lakini siyo dhehebu linalotokana na Uyahudi bali ni utimilifu wa ahadi ya Baba kupitia masihi wake Yesu Kristo aliyetoka katika ukoo wa Kiyahudi, hilo lieleweke wazi. Kwa hiyo kwamba hatuna hatu, hatu hatuna maagano mawili bali ni utimilifu. Kitabu hiki kinaweza kumwokoa kila mmoja. Kitabu hiki si cha Wakristo. Kitabu hiki ni cha watu wenye imani zote, wanaitwa ku katika imani iliyo takatifu na ya kweli, imani yenye msingi wa kweli wa Mungu, na imani hii inakaa katika msingi imara zaidi kuliko imani zingine zote. Msingi wa imani ya Biblia ni upendo na imani katika Yesu Kristo, wanaitwa kusamehewa dhambi na kusisitizwa kuishi kwa upendo kama Mungu alivyopenda, na hicho ndicho kitabu cha kipekee chenye mwito wa kuupokea uzima wa milele. Ni kitabu cha ajabu, kitabu kinachoweza kuponya, kitabu kinachoweza kukupa uzima, kitabu ambacho ukikisoma na ukiamini na ukipenda, unaurithi uzima wa milele, unapokea nguvu ya kushinda dhambi, nguvu ya kumshinda shetani na majeshi yake, unapokea neema, unapokea kibali, unafanyika mtoto wa Mungu. Na hiyo ndiyo Biblia takatifu kwa kifupi.